Sababu za kawaida za kifafa ni e eh, majeraha majeraha ya kichwa, uvimbe kwenye ubongo e eh, maambukizi yoyote kwenye ubongo au magonjwa ya mishipa ya damu kama vile kiharusi, au wakati mwingine, au mara nyingi chanzo hakijulikani. Unapopata tukio la kwanza la e eh, tunaliita degedege hapa tunaona linaweza kuwa na aina mbalimbali kama vile mikono na miguu kutetemeka ghafla ukiwa na fahamu au bila fahamu au kupoteza fahamu kabisa. Eh, tukio la kwanza mara nyingi hujizuia lenyewe na linaweza kuwa na sababu maalum kama vile sukari kuwa chini, sodiamu au matatizo ya kimetaboliki ambayo lazima yafanyiwe uchunguzi kwanza. Ni pale tu ambapo degedege inaendelea kujirudia mara kwa mara ndipo tunapoita kifafa. Kuwa na kifafa haimaanishi lazima utumie dawa maisha yako yote. Kwa ujio wa matibabu ya upasuaji wa neva eh, sasa tunashauri upasuaji kwa wagonjwa ambao degedege zao hazidhibitiwi na dawa nyingi, tunaita upasuaji wa kifafa hapa eh. Baada ya kuwachunguza wagonjwa kwa kina kwa kutumia njia mbalimbali mbali kama MRI, PET scan, EEG, eh, tunaweza kubaini sehemu maalum kwenye ubongo inayosababisha msukumo wa umeme na hivyo kusababisha kifafa. Kuna aina nyingi za upasuaji. Katika hospitali ya Apollo Specialty tunafanya upasuaji wa craniotomy wakati mgonjwa yuko macho mara kwa mara na pia tunafanya upasuaji wa kuondoa uvimbe kwa kutumia mfumo wa uongozaji pamoja na kuchochea ubongo wa ndani kwa kifafa na kuchochea neva ya vagus kwa kifafa na eh, tunafanya upasuaji wa aina zote za kifafa mara kwa mara kama vile kuondoa sehemu maalum ya hippocampus, kuondoa sehemu ya katikati ya pande za ubongo na kufanya upasuaji wa kukata mawasiliano ya neva. Vilevile vile, tumewasaidia wagonjwa wengi na kuwaponya e eh, kutokana na kifafa. Kifafa kinatibika na sio mwiko tena. Hivyo basi hakikisha unamwona daktari mara tu unapopata degedege kwa mara ya kwanza, na kama utapata degedege mara nyingi ambazo hazidhibitiwi na dawa, wasiliana na daktari wa upasuaji wa ubongo ambaye anaweza kukusaidia kupona kifafa. Asante.